Wanaotakao sema, eh amekuja makamu mwenyekiti hapa bana, itakuwa vigumu sana kumngoa huyu Saashisha hapa, kwa sababu kachukua muda mrefu kumsifia. Mimi namsifia kwa sababu ni mbunge wa CCM, namsifia kutokana na kazi niliyoiona. Kama kuna mtu anaweza kufanya mara nne ya kazi hii, Ninyi mnamjua kuliko mimi, kama yuko apewe nafasi, lakini kama hayuko basi mimi nadhani huyo alioko anayetaka kuchukua nafasi hiyo atafute nafasi nyingine. Ila nataka niwaombe viongozi chama hiki ukiona tumepata matatizo kwenye uchaguzi, uchaguzi unakuwa mgumu. Moja ya matatizo yanayofanya uchaguzi kuwa mgumu ni kunapokuwa na mifarakano mingi ndani ya chama, tukikosa umoja. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kusisitiza umoja ndani ya chama chetu na mshikamano ndani ya chama chetu, na niwaombe viongozi mliochaguliwa kuongoza chama hiki mtuongoze kwa uadilifu na kwa uhodari, msimamie kanuni hizi nne iki chama, kila kitu kimeandikwa, hakuna kitu kinatoka hewani. Katiba ipo kanuni ya uchaguzi ndani ya vyombo vya serikali ipo, kanuni ya maadili ipo. Zingatieni maendeleo mliyoyaona yanayofanyika katika mkoa wa Kilimanjaro. Mkuu wa mkoa mkalipa katika taarifa yake ameniambia ya kwamba mkoa huu umepata karibu bilioni mia mbili na hamsini mkoa mzima, kwa ajili ya maendeleo ya mkoa wa Kilimanjaro. Lakini fedha hizi hazina uhusiano na miradi mikubwa. Kuna mradi mkubwa wa maji kule Same una peke yake ule mradi una bilioni mia tatu na miradi mingine mingi sana, kwa hiyo kuna fedha nyingi sana zinakuja huku. Labda niwaambie mimi natembea ni nchi nzima, hivi karibuni nimetoka kutembea Dodoma, Manyara, Mara, Simiu, nimekwenda Tabora. Mambo yanayofanyika Kilimanjaro haya mnayoona Hai ndiyo yanayofanyika katika kila jimbo nchi nzima. Tuna msifu rais wetu, tuna kisifu Chama Cha Mapinduzi kwa utekelezaji mzuri wa Ilani, si kwa sababu nyingine yote, lakini kwa kutizama yale yanayotendeka, kwa kutizama takwimu kwa kutizama kwa kulinganisha na miaka ya nyuma. Ukitaka kujua kazi iliyofanyika, chukua miaka ishirini ya Hai, angalia fedha zilizoletwa kwa ajili ya maendeleo kila mwaka, halafu ufananishe na fedha zilizoletwa miaka miwili iliyopita kuna tofauti kubwa sana. Angalia changamoto zilizokuweko miaka ishirini iliyopita, ahadi zilizotolewa kutatua matatizo hayo ayale na yale yaliyofanyika mwaka huu na mwaka jana, utaona kuna tofauti kubwa sana. Sasa tunaposema serikali ya CCM chini ya uongozi wa Rais Samia imefanya kazi kubwa, tuna kila sababu ya kusema hivyo.